tunaposoma ukiona kuna mstari au kuna eneo limekugusa zaidi, usilipuuzie. Jua mahali hapo ndio Roho Mtakatifu anazungumza na wewe kwa wakati huu. Panoti pembeni Jipe neema ya kutafakari zaidi na kuendelea kuishi sawasawa na hilo neno. Lakini pia wapendwa, kuna watu wa wanapata changamoto, anasoma Biblia anasema sijaelewa chochote. Mtu wa Mungu usiache kwa ajili hiyo, endelea na tafuta msaada wa ushauri kwa wahudumu wa kiroho ili ufanyiwe maombi ili akili yako na upewe maarifa ya kufanya ili ukisoma ulielewe neno, maana ni jukumu letu sote kusoma neno la Mungu kila siku. Tusali, siku tusali tuanze rasmi usomaji siku ya leo. Kwa jina la Baba, la Mwana aroho Mtakatifu, amen. Mungu, tunanyenyekea kwako, katika mkono wa ibada tunaomba Roho Mtakatifu tusamee kila maeneo yote ambayo tumetenda dhambi. Tunaomba e Bwana, neema yako itushike mkono ili Mungu, tunaposoma neno lako tuendelee kuwa imara, tuepushe na kila roho zote za yule mwovu, tukinge na kila roho zote za adui Mkono wako Mungu tusaidie ili kwa neno lako tuendelee kuimarika na tuendelee kuwa hodari katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa tuanze rasmi usomaji. Sura ya tano. Usizitumainie mali zako wala usiseme zanitosha, basi usifuate roho yako na nguvu zako kuandamana na tamaa za moyo wako. Usiseme, nani atakayenitawala? Hakika Bwana atakulipiza kisasi. Usiseme, nalikosa ikanipata nini? Hakika Bwana ndiye mvumilivu mintarafu upatanisho. Usiwe mjasiri wa kutenda dhambi juu ya dhambi, wala usiseme, huruma zake ni nyingi ataniachilia dhambi zangu zijapokuwa ni nyingi, kwa sababu rehema na ghadhabu za tosha kwake, na hasira yake itawakalia wakosaji. Usichelewe kumrudia Bwana, wala usikawie siku kwa siku, kwa maana ghadhabu ya Bwana itatokea kwa ghafla, nawe utaangamia wakati wa kisasi wala usizitegemee mali za udhalimu kwa kuwa hazitakufaidia lolote siku ya ile asira. Usipepete kwa kila upeo, wala usipitie kila njia. Uwe mtu thabiti wa akili na liwe moja neno lako. Uwe mwepesi wa kusikia na mzito wa kutoa jibu. Ikawa unayo akili umjibu jirani yako, la huna, tia mkono wako kinywani pako. Heshima na aibu zina usemi, na ulimi humwangamiza mtu. Usiitwe msingiziaji, wala usisengenye kwa ulimi. Juu ya mwizi inakaa aibu, na hukumu humsibu mnafiki. Usiwe fisadi katika jambo kubwa wala dogo, wala usipate kuwa adui badala ya rafiki. Sura ya sita. Yaani, sifa mbaya itarithi aibu na lawama, kwa mfano wa mkosefu aliye mnafiki. Tena usione fahari juu ya nguvu za tamaa yako isije ikaharibu nguvu zako kama fahali, maadamu inakula majani yako na kuyaharibu matunda yako, na kukuacha wewe mwenyewe mti mkavu. Roho ya ufisadi itamharibu yeye aliye nayo, hata kumfanya mzaha kwa adui zake. Maneno matamu yatamzidishia mtu rafiki, na midomo yenye neema itamwongezea wamsalimuo wale wenye amani nawe na wawe wengi, bali washauri wako mmoja katika elfu. Ukitaka kujipatia rafiki, mpate kwa kumjaribu, wala usiwe na haraka katika kumwamini. Yaani kuna rafiki wakati wa kufaa, ambaye yeye hatadumu wakati wa msiba wako. Tena kuna rafiki ageukae kuwa adui naye atakukashifia fitina iletayo lawama. Pia kuna rafiki tena ambaye anakula mezani pako, bali siku ya mabaya haonekani. Wakati wa kufanikiwa kwako atakuwa sawa nawe na kupiga domo juu ya watumishi wako, lakini ukipatwa na masaibu atakugeuka na kujificha mbali nawe na uso wako. Basi ujitenge na adui zako, tena ujiadhari na rafiki zako. Walakini rafiki aliyeamini ndiye ngome, naye aliyempata amepata tunu. Hakuna badala ya rafiki amini, wala uzuri wake hauna bei. Rafiki amini ni kifunga uzima naye amchaye Mungu atampata. Mcha Mungu hunyosha urafiki wake, kwa maana alivyo yeye mwenyewe ndivyo alivyo na jirani yake. Mwanangu, uchume maarifa tangu ujana, hata kuwa mwenye mvi nawe na utapata hekima. Uijilie kama ulimae na kupanda, uyasubiri matunda yake mazuri maana kazi yako ya ulimaji itakuwa haba, nawe na utakula matunda yake mara. Ni ajabu alivyoparuza njia yake kwake. Asiyefundishwa wala asiye na ufahamu hatakaa ndani yake. Kama jiwe zito lemevu itakuwa juu yake, wala hatakawia kuipata yaani hekima ni sawasawa na jina lake, wala haikufunuliwa kwa watu wengi. Mwanangu, tega sikio uikubali hukumu yangu, wala usikatae shauri langu. Uitie miguu yako katika pingu zake, pia na shingo yake, yako katika minyororo yake. Weka bega lako chini uichukue nira yake wala usione uchungu kwa vifungo vyake. Uijilie kwa roho yako yote, uzishike njia zake kwa nguvu zako zote. Kutafuta uitafute nayo itadhihirika kwako, wala usiache ukiisha kuipata, kwa maana mwishowe utaiona raha yake, nayo itageukia changamoto pingu zake zita zitakuia kifuniko cha nguvu, na minyororo yake vazi la utukufu. Kwa maana nira yake ni pambo la dhahabu, na vifungo vyake ni nyuzi za samawi. Utaivaa kama vazi la utukufu, na kama taji ya uzuri utajivika nayo. Mwanangu, ukitaka utafahamishwa Ukitia moyo wako utakuwa mwerevu; ukipenda kusikia utapokea; ukitega sikio lako utapata kuwa na hekima. Usimame basi katika mkutano wa wakuu, na yoyote aliye na hekima uambatane naye. Uwe tayari kusikiliza kila hotuba ya utaua, wala usipitiwe na mithali za ufahamu. Umonapo mtaalamu umwendee mapema, hata kwa miguu yako uyachakaze madaraja ya mlango wake. Moyo wako uyafikiri maagizo ya Bwana, uzitafakari daima amri zake, naye atakufundisha moyo wako na tamaa yako, na hekima utapewa.